Katika kutafuta mwarubaini wa utapeli mitandaoni ambao umekuwa ukishika kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia tumezindua rasmi uh, kampeni ya Sitapeliki. Kampeni ya Sitapeliki inalenga kutoa elimu kwa kushirikiana na makampuni ya simu kwa watumiaji, kwa sababu tumegundua mambo ambayo kila mtumia simu akiyazingatia atakuwa salama, na moja kati ya mambo hayo ni kuhakikisha una namba za siri ambazo zina nguvu, kwa maana ya kutengeneza namba za siri ambazo zinahusisha herufi kubwa, herufi ndogo, alama na namba, ili mtu asiweze kuziingia kwa urahisi. Lakini la pili, kutotoa ushirikiano kwa mtu yeyote anayekupigia simu kutaka umpe namba zako za siri. Lakini lingine, na naomba niliseme, na naomba sana wanahabari, mtusaidie kuwaarifu umma wa Tanzania, makampuni yote ya simu ili kuwasiliana na mteja yanatumia nambari mia moja. Na wateja wote ili kuwasiliana na kampuni ya simu wanatumia nambari mia moja. Mwananchi yeyote asifike wakati akapigiwa simu na mtu kwa namba ya kawaida na kumwambia mimi ni mtoa huduma. Kwa mtoa huduma yeyote anawasiliana kwa namba mia moja tukikubali kupokea taarifa zetu zote kwa watoa huduma kwa namba mia moja na kuacha kupokea namba zisizojua na kupokea maelekezo, itatusaidia sana.